Mama, labda ni kusalimie kwanza, shikamiki. Eh, shikamo. Mm -hmm. Shikamo mama, jambo, eh, jambo. Karibu kwanza Dasla umefikia wapi? <laughs> Mama, kama unavyoona wanacheka. <laughs> <we>, wanamjua mwanao <laughs> ndio ya, kwa Kisoli ah, kunaitwa Tabata e, Tabata huko e, mama Tabata huko mwambie mm. Kisoli awe makini yeah. Tabata e, kuna bata yeah. Ndio mama, unajisikiaje lakini na hali huko ofisini kwa mwanao? Ni hapa anapofanya kazi, hakuna kingine chochote ni hapa tu yeah. Mm. Sema kitu tu mama, hawa wote